Mama Maria, mama wote, ndugu zangu wapendwa, tunapoadhimisha sikukuu hii ya maamkio ya mama Bikira Maria, siku ile alipofanya lile tendo la, la kuinjilisha, na ndilo hilo nalowalika tulitafakari kwa pamoja. Tunapoadhimisha sikukuu hii ya mama, tendo la uinjilishaji alivyoifanya mama Bikira Maria. Ndiyo maana mahali fulani katika mafundisho ya kanisa mama Bikira Maria anaitwa anatambulishwa kama mwinjilishaji wa kwanza, yaani yule aliyepokea habari njema kwanza yeye namna ya pekee kabisa. Hata walipokuwa wawili, katika hali ile ya uchumba, yeye na Yosefu Mtakatifu, mama Bikira Maria ndiye kiumbe wa kwanza kupata hiyo habari ya kwamba wewe, Mungu amekuchagua, ni mwanamke wa pekee katika wanawake wote, umebarikiwa wewe, utakuwa mama wa Mungu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, mama Bikira Maria alilipokea hilo alipokubali na kusema tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyonena. Mambo yakaanza hapo, na alipoipokea habari hiyo njema, jambo zito kama hili, kama anavyoimba katika Injili ya leo kwamba Mungu amemtendea makuu, makuu hayo hataki abaki nayo yeye peke yake. Anatoka, anafunga safari, awafikie wengine, awakashe habari, mwinjilishaji wa kwanza. Tutafakari uinjilishaji tukimtazama mama Bikira Maria na analolifanya mama Bikira Maria lile ambalo yeye ametendewa, lile ambalo yeye amelipokea, makuu yale ambayo Mungu amemkirimia, anaenda kuwaeleza wengine, kuwapasha wengine hayo habari, wayatague na hebu oneni jinsi ambavyo anakuwa inakuwa ni habari ya furaha, yeye anapofika katika ule mji wa Elizabeth, wanaposalimiana, wao wawili, Elizabeth anasema kitoto kichanga kinaruka ndani ya tumbo lake. Ni habari ya furaha inayoleta matumaini ya ukombozi mwinjilishaji wa kwanza weke wazo letu la msingi kabisa katika tafakari yetu kwenye nini? Wazo la kuinjilisha. Mwinjilishaji ni yule anayepewa habari hiyo njema, anayepata upendeleo huo wa kuyajua mapenzi ya Mungu, siri ya Mungu, makuu ya Mungu. Tukibaki kwenye roho ya Injili ya leo, makuu ya Mungu na hayo yana msukuma ayafikishe kwa wengine. Mwinjilishaji si mchoyo wa kubaki na kile ambacho yeye amekipokea, abaki nacho yeye, anufaike nacho yeye, apate wokovu yeye peke yake. Hapana, mwinjilishaji ni yule anayewaonea uchungu wengine na yuko tayari kutoka awafikie wengine, awashirikishe awahabarishe kile chema, kizuri kitakatifu, ambacho Mungu amemtendea. Tuyaweki haya kwa maneno mafupi kama haya, utayari wangu, utayari wako wa kuwashirikisha wengine kile chema, kizuri Kitakatifu ambacho Mungu amekutendea wewe, ni uinjilishaji. Niwaalike turejee katika mafundisho ya Yesu kwenye Injili sehemu mbalimbali. Alhamisi Kuu aliwaambia nini mtume wake? Nimewapeni mfano, fanyeni kama nilivyowatendea mimi, alipoaosha miguu nimewapa mfano katendeni kama nilivyowatendea. Mmetendewa hili jema, na nyinyi katendeni vivyo hivyo. Alipowaambia kwamba pendaneni, alikuwa na mahali pa kurejea, pendaneni kama nilivyowapenda mimi. Yaani maana yake nimewapenda kwanza, mahali pa kurejea, mahali pa mfano hapo pendaneni kama nilivyowapenda mimi, yani kile chema, kile kizuri ambacho Mungu amekutendea wewe ambacho umekipokea ukafurahi sana ukamshukuru Mungu ukarukaruka uka, uka, ndio kiwe hicho cha kuwashirikisha wengine, cha kuwapelekea wengine. Changamoto iliyoko ni hiyo, wapendwa. Tena hiyo ni mbaya kweli ni mara chache katika maisha yetu, na ndipo hapo tunapoalika, tumombe sana mama Bikira Maria tuombee. Ni mara chache katika maisha yetu kipimo kile kile tulichokipokea tunakitoa kwa wengine. Tutoe mifano michache. Nimesaidiwa sana, siko tayari kusaidia wengine Nimeinuliwa, siko tayari kuwainua wengine. Nimesifiwa, siko tayari kuwasifia wengine. Nimependwa, siko tayari kuwapenda wengine. Nimesamehewa, nimehurumiwa, mimi ndo na wakabako wengine. Kadiri Mungu alivyokutendea kupitia viumbe vyake, hebu fanya hilo hilo Fanya hilo hilo kwa wengine. Nimethaminiwa sana, thamini na heshimu wengine. Kwenye Injili mahali fulani Yesu anafundisha anapoelezea juu ya upendo. tupende namna gani? tupende namna gani? anasema tuwatendee wengine yale ambayo sisi tungependa kutendewa. Hayo ndio tuwatendee wengine. Kwa maneno mengine, tusiwatendee wengine yale ambayo tusingependa sisi kutendewa. Tukiishi namna hii, tukatimiza hilo, ni namna nzuri sana ya kuinjilisha.